Yesu asifiwe Aa, ni siku nyingine nataka nimshukuru Mungu kwa wema wake kwa ukuu wake, kwa yale yote ambayo Mungu amenitetea ameniamsha nimeona siku nyingine nimeona tarehe nyingine hakika sinabudi ya kumwambia ni asante na pia wewe ambayo uko hai mshukuru Mungu kwa kila wakati mshukuru Mungu kwa kila jambo na kwa kila masaa. Aa, Nataka kushukuru Mungu kwa siku ya leo ambaye ni siku ya mandugu zetu na madada zetu kwa ajili ya kusherekea kwao kwa Eid, ninawaishia Eid yenye baraka. Uh, jambo langu la leo kama, eh, jambo langu ambalo ningependa to share na ndugu zangu na madada zangu ni jambo moja uh, ambalo mara nyingi watu wengi tuna go through a lot tunapitia tunakosa ku tunakosa kujua ni nini kinasababisha katika maisha yetu ama ni nini ambacho kinafanya uh, tupitie mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Utapata mara nyingi mtu unapitia unapitia challenges unapitia hali ngumu katika maisha mpaka una, inafika ma, inafika wakati una give up uh, mara nyingi huwa tunalaumu wachawi. Umekaa una unasema nahangaika, yani unaanza kudoubt mtu fulani unasema huenda uh, huyu mtu ndiye ananifanya ninapitia hii hali, huenda huyu mama ndiye anafanya mimi napitia hii hali. Bwana Yesu asifiwe. Na unapochunguza ama unapoenda kwa magoti, utapata ya kwamba mtu mwenye una doubt si si huyo mwenye anafanya unapitia ile situation. Kuna kuna hali nyingi zinaweza zikakupitisha katika hiyo situation. Kuna changamoto nyingi, kuna majaribu mengi yanaweza kakufanywa ukapitia hiyo situation, lakini sasa wewe haujui, unalaumu mtu fulani ya kwamba huyu ndio mtu mwenye anasababisha napitia hii hali si, na kumbe si hivyo. Jambo langu la kwanza Unaweza ukawa unapitia hiyo hali na kumbe ni majaribu kutoka kwa Mungu. Unaweza ukapitia hizo changamoto na kumbe ni majaribu kutoka kwa Shetani. Unaweza ukawa ukapitia hiyo hali na kumbe ni majaribu kutoka kwa wachawi wenye unafikiria. Unaweza ukawa unapitia hiyo hali na kumbe ni wazazi wako. Unaweza ukawa unapitia hiyo hali na kumbe ni watu waliokutangulia. Haswa sana kuamini ya kwamba mzazi wangu ni anafanya anapitia hii hali, si rahisi kwa mtoto, si rahisi utasema, mzazi wangu anaweza kufanya aje nipitie hizi shida aje? You cannot believe but let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Jua kwamba Damu ni nzito. Kama mzazi wako alikuwa na mili miwili, mili miwili inamaanisha nini? Ni mtu mchawi, hujua kwamba anakubebesha hiyo mizigo, na itakuja kudai, itakuja kukusumbua, itakuja kukuangaisha katika maisha yako, na ukose kujua Yesu. Mchao atafanya tu akijua mimi ninafanya watujue, hiyo ni damu wewe ulitoka kwa tumbo lake, lazima kama ni mchawi itakusumbua. So chunguza hii hali ambayo ninapitia. Haya, hizi shida ambazo ninapitia ni shida za kutoka wapi? Je, ni za kutoka kwa wazazi wangu? Je, ni za kutoka kwa mababu na manyanya? Je, ni za kutoka kwa Mungu? Ni za kutoka kwa wachawi, ama ni za kutoka kwa shetani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukujaribu kukuchonga ili urudi katika njia zake ama ili utumike. Biblia tunapoangalia watu wengi walihangaika kwa ajili ya Mungu. Mungu alitaka kuwapima na kuwatumia. Bwana asifiwe. Tunapoangalia Yona alijaribiwa mpaka alipokataa, aliwekwa kwa tumbo la samaki akakaa siku tatu, mwisho akakubali kwenda kutumika. Tunapoangalia kwingine tunapata Ayubu, ndio yule anajaribiwa imani. Na tunapoangalia kwa wazazi, Recho ndio yule anafungwa kizazi chake kwa ajili ya madhabahu ya baba yake. Pia wewe unaweza ukahangaika kwa ajili ya madhabahu ya wazazi wako. Je, wazazi wako wako na misingi gani? Hiyo misingi imekuweka kwa njia gani? Chunguza siku ya leo. Usiangaike kwa ajili ya wazazi wako. Kuna wengine watakuambia, kuna wengine hawatakuambia, maana sio wote wanaambia watoto wako, but nataka nikwambie, angalia haya majarabu, majaribu ambayo unapitia ni majaribu ya kutoka kwa wazazi wangu. Na kama ni ya kutoka kwa wazazi wangu, nitafanyaje ili nijitoe katika haya madhabahu, yasiwe yananiangamiza, yasiwe yananivuta nyuma ama yasiwe yanataka kunizamisha. Bwana Yesu asifiwe! Chunguza wazazi, mzazi hata kando na madhabahu, anaweza kuwa alikupeleka kwa waganga, ukachanjwa, ukapewa madawa, mara fanya hii, mara fanya hii. Kumbuka dadangu, kakangu, hiyo ni madhabahu, hiyo ni mizigo ambayo utakuja kujilaumu mwisho. sikubali nicha kwamba maybe ulikuwa mdogo hauko unajua ni nini kinaendelea, alikupeleka kwa waganga. Tafakari kwa hilo jambo, utafute Mungu, jinasue katika hiyo njia, jinasue katika hayo madhabahu, jinasue katika hiyo mwelekeo, na usimame kwa Mungu. Mungu atakuokoa, manake Mungu ndiye ako na madhabahu thabiti ambayo inaweza kusimamisha na ukasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe, barikiwa sana. Tutakutana for the next topic, tujue haya madhabahu, jinsi ya kujinasuu, jinsi ya kujua ya kwamba haya ni madhabahu ya wazazi wangu, jinsi ya kujua kwamba haya madhabahu ni ya shetani ama haya ni mahangaiko ya kutoka kwa Mungu. Ni follow in my youtube channel my facebook my tiktok even my instagram tupate kujua mengi zaidi. Shalom.